Kesho mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dk. John Magufuli anatarajiwa kuchukua fomu kwenye ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi NEC jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, Nape Nnauye amesema msafara wa Dkt. Magufuli unatarajiwa kuanzia ofisi ndogo ya CCM Lumumba majira ya saa tano asubuhi. Msafara wa Dkt. John Pombe Magufuli utaongozana yeye pamoja na mgombea mwenza ndugu Samia Suluhu Hassan watakwenda kuchukua fomu hizo. Msafara wake utaanzia ofisi ndogo za makao makuu ya Chama cha Mapinduzi hapa, na msafara huo utaanza asubuhi saa tano. Kwa hiyo mpaka saa sita atakuwa amefika kwenye ofisi za tume na atakwenda kuchukua fomu yake pale. Atasindikizwa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi Tanzania Bara kuhusu mchakato wa kura za maoni kwa ajili ya kuwapata wagombea uchaguzi wa udiwani ubunge na uwakilishi. Nape amesema katika baadhi ya maeneo zoezi la upigaji kura ya maoni limekamilika na kamati maalum za siasa na mikoa zinatarajia kuanza kukutana siku ya Alhamisi wiki hii kuwajadili wagombea hao nane kutakuwa na kamati maalum kamati maalum hii ni kwa ajili ya Zanzibar tarehe nane mpa, na tarehe tisa mwezi wa nane, kutakuwa na sekretarieti ya taifa ya chama cha mapinduzi. Tarehe kumi na tarehe kumi na moja mwezi wa nane, kutakuwa na kamati kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi. Tarehe kumi na mbili na kumi na tatu mwezi wa nane, itafanyika halmashauri kuu ya taifa ambayo hii kikao hichi ndicho kitakachoteua uh, wagombea kwa ajili ya ubunge na uwakilishi, wale ambao wanapeperusha bendera ya chama cha mapinduzi.